Yes, bana ni aje? ni aje? mwana sawa, sawa digital, moja kati ya platforms nyingi sana ambazo e, e, wasanii wanazitegemea katika masuala mazima ya malipo e, ni mtandao wa YouTube, ni moja kati ya mtandao pia ambao wanautumia kwa kuweza kujiingizia kipato. Sasa hapa niko na listi ya, e, ya wasanii ambao, e, wa, na listi ya wasanii kumi ambao wanapiga views nyingi sana e, kutoka katika mtandao wa YouTube sasa. YouTube Music sasa imeanzisha e, kipimo e, kipya kabisa ambacho e, kinaitwa month audience kinachoonyeshwa E, na wasanii wapya ambao wanakuwa wametazamwa na kusikilizwa na watu maalum unique e, viewers ndani ya siku 28 ambazo e, zilizopita, kwenye YouTube sasa vinavyohusisha muziki wao, YouTube, shorts, lakini pia YouTube Music na vitu vingine ambavyo vinakuwa vinapatikana huko. Sasa hapa e, chini ni orodha ya wasanii ambao e, niko, niko na, na list kumi ya wasanii ambao wameweza kuingia katika orodha e, hiyo. Sasa anaanza na e, msanii wa kwanza kabisa ni Diamond Platnumz ambaye yeye ameingiza views e, milioni 8. Na e, niko hapa na Harmonize Konde Boy Konde Mjeshi ambaye yeye amekuwa ameshika nafasi na na ya pili lakini pia ana views milioni saba, haya pamoja na elfu arobaini na sita. Namba tatu ni Mario, mmoja kati ya celebrities ambao wanafanya poa kwa sasa hivi na ngoma yake mpya kabisa ya Tete akiwa na views e, milioni sita e, na elfu arobaini na nne. Hapa niko na namba nne tunasema Harusi Boy au tunasema mzee wetu ambaye ametoka kufunga harusi soon e, ambaye ni Jux, Juma Jux ambaye ana milioni tano e, na na, na, na, na, na milioni ambazo zinakuwa zinapatikana huko YouTube. Lakini pia Raven Vivan Boy mtoto kutokea Mbeya akikamata nafasi ya tano na akiwa eh, na viewers milioni tano na elfu moja na kumi na nane. Lakini pia namba sita niko na Tetesa ambazo zinasemekana kwamba ni mpenzi wa Harmonize Konde Boy, sijui ni kweli au ni uongo. Ameshika nafasi ya sita. Huyu ni Abigail Chams ambaye ameshika eh, ana views milioni tatu na elfu tisa na tatu. Eh, namba saba imeshikwa na CMG Darasa mwenyewe kabisa. Eh, namba saba ambaye ana views milioni tatu na, na elfu tatu milioni hizo ambazo anakuwa amezipata. Lakini pia namba nane iko na official Zuchu mpenzi wa Diamond Platnumz. Yeye ana milioni mbili na elfu themanini na mbili. Lakini namba tisa iko na official Alikiba, Alikiba ambaye yeye ana milioni mbili na elfu hamsini na tano. Na wa mwisho kabisa namba kumi imeshikwa na official Nandy, mke halali kabisa wa, wa, wa, wa Bill Nass, Bill Nenga ambaye yeye ana milioni mbili na elfu arobaini na tano. Monthly audience, these, uh, viewers ambao ni tofauti tofauti eh, ni ipi? Unaona kabisa hapo kuna kuna kuna kuna range tofauti tofauti. Ukiangalia kuanzia namba nane mpaka namba kumi, nikimaanisha Zuchu, Alikiba pamoja na Nandi, wao wana milioni mbili na point kadhaa na wengine wamekuwa juu zaidi. Monthly audience watu maalum, hii inapima watu halisi, unique eh, viewers lakini pia watu wengi ambao wamekuwa wakisikiliza wimbo wako ndani ya siku 28. Na YouTube ndio imekuja na eh, utaratibu huo. Na sisi kama Sawa Sawa Digital tumeamua kukufikishia hapo ili uweze kuendelea kutusikiliza lakini pia kuweza kutufuatilia. Subscription yetu utakuwa